Dio, leo, kwa hali ilivyo leo, ndugu zangu, kuna uwezekano wa kuwa na uchaguzi wowote wa maana nchini hii. Uchaguzi umeharibika, haurekebishiki kabisa, unahitaji kubadilishwa wote. Kazi ya polisi ni kulinda amani, sio kuamua nani awe mshindi kwenye uchaguzi. Lakini jeshi letu la polisi limekuwa sasa ndio linalosimamia kutangaza matokeo ya uongo kwa mtutu wa bunduki. hu uhuni hapa. Jeshi la polisi kule Manyoni Singida kwetu, wanaenda wamempiga risasi mgombea mwenyekiti wa kitongoji, wamempiga risasi iye na kumuua. Unaua mtu anayegombea mwenyekiti wa kitongoji, ikifika kwenye raisi mtaua wangapi? Tukienda kwenye ubunge mtaua wangapi? Nyie mapolisi nama usalama wa taifa mko tayari kumwaga damu kiasi gani ili hawa ambao wananchi wanawakataa waendelee kuwa madarakani? Kwa hiyo, kwa hiyo tunataka mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Hatutaki tena mkurugenzi au watu wake wasimamie uchaguzi wowote wa ule kwa sababu wote wale ni masisieni. hatutaki tena watendaji wa kata au waratibu wa elimu si vitugani waamue uchaguzi wa madiwani, kwa sababu wote wale ni wasisiemu, hawatatena haki. Hatutaki watendaji wa vijiji wasimamie uchaguzi wa vijiji, kwa sababu wote wale ni wasisiemu, hawatatena haki. Na hatutaki mapolisi waingie kwenye vituo vya kupigia na kuhesabia kura, kwa sababu wanaingiza ya uchaguzi ya kuteuliwa na rais isimamie uchaguzi. Tunataka tume huru, tunataka watu huru wa kusimamia chaguzi zetu. Hatutaki tena sheria zetu ziruhusu wagombea wa upinzani waanguliwe bila sababu. Hatutaki tena utaratibu wa wagombea wa CCM kupitishwa bila kupingwa. Hatutaki kufanyiwa vurugu wakati wa kampeni.